Karibu tena uh, hivi ndivyo ambavyo mke wa Diamond Platnumz Marikia Zuchu jana usiku alivyopendeza sana eh, katika shughuli hiyo ya harusi ambayo alipokea mwaliko mkubwa kwa ajili ya kuenda kutoa burudani eh, kwa bibi harusi pamoja na bwana harusi mm. Jana Zuchu amekiwasha kisawasawa baada tu kuweza kuonekana ndani ya ukumbi mkubwa mm, akiwa anatoa burudani Zuchu, kuweza mm, uh, pia kupendeza sana jana. Alikuwa ni siku pekee kabisa ambayo Zuchu tulimwona katika mtandao ya kijamii akiwa amehudhuria sherehe hii kubwa ya harusi ya mtoto wa tajiri hapa katika jiji la Dar es Salaam na kuweza kupendeza sana mbele ya umati wa watu ambao waliweza kuhudhuria katika shughuli hiyo. Waliweza kumwagia sifa mke wa Diamond Platnumz baada ya kuweza kuonekana humo ndani ya ukumbi akiwa amependeza mno, alipendeza kweli kweli, kama unavyomwona hapa, alikuwa akimelemeta E, na huku akiwa anatembea kwa madoido kuweza kutamba na kuringa humo ndani ya ukumbi. Kitu pekee ambacho watu waliweza kupendezwa na Zuchu kupanda stijini kwenda kuwaimbia bibi harusi pamoja na bwana harusi mm. Aliweza kuwapamba kwa nyimbo za mahaba humo ndani ya ukumbi. E, watu waliweza kuenjoy sana mm. Tukio hili jana usiku liliweza ku happen huko maeneo ya Msasani hapa katika jiji la Dar es Salaam kuweza kufanyika kwa harusi hii kubwa pia iliweza kuhudhuriwa na baadhi ya masta akiwemo, e, sta huyu Mario na pia aliweza kuwepo humo ndani ya ukumbi na kuweza kutoa burudani e, kwa watu ambao waliweza kuhudhuria katika harusi hiyo kubwa ambayo jana usiku imefanyika mm. Mario na pia alikuwepo humo ndani akiimba nyimbo mbalimbali kuweza kuwakosha watu wote ambao waliweza kuhudhuria katika harusi hiyo kubwa ambayo jana imefanyika usiku e, na baadhi ya masta akiwemo mke wa Diamond Platinum Mario. Zuchu, na pia kuweza kuwepo humo ndani na kuweza kuonekana akiwa amependeza sana, kuweza kutoa burudani ya kutosha akiambatana na msanii Mario baba Amara, na pia alikuwepo humo ndani ili kuweza kutoa burudani kwa watu ambao waliweza kuhudhuria katika harusi hiyo ambayo jana usiku imeweza kufanyika. Kama unavyoona hapa, watu walipendezwa kwelikweli na nyimbo mbalimbali mbali ambazo Mario aliziimba. Pia, pia waliweza kupendezwa na nyimbo za mke marikia Zuchu, waliweza kufurahi sana kuweza kumwona Zuchu kupanda aa, katika sehemu ambayo bibi harusi pamoja na bwana harusi walikuwa wamekaa na kuenda kuwanyanyua huku akiwaimbia nyimbo za kimahaba kuweza kuwakosha kwelikweli. Jana hiyo usiku ni tukio kubwa ambalo limeendelea kutendi katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Diamond Platinum pamoja na baba Amara, aa, mpenzi wa Paula, E, kuweza kuonekana katika harusi kubwa wakiwa wanatoa burudani ya kutosha e, kuweza kualikwa, mm, jana hiyo siku kuweza kuakosha watu ambao waliweza e, kuhudhuria katika shughuli hiyo kubwa ambayo jana usiku iliweza kufanyika hmm, na kuweza kuhudhuriwa na watu mbalimbali ambao waliweza kujitokeza kwa ajili ya kuenda e, kushuhudia sherehe hiyo kubwa ya harusi ya mtoto huyo wa tajiri e, huku Zuchu akiwa ndiye mgeni rasmi pamoja na msanii Mario ambao wao walikuwa eh, wakitumbuiza, kutoa burudani humu ndani ya ukumbi kuweza kukiwasha kwelikweli. Zuchu akiwa anawakosha a, bibi harusi pamoja na bwana harusi mbele ya ukumbi, watu kuweza e, kumnyanyulia mikono Zuchu, kutokana na jinsi alivyokuwa akiimba akiwaimbia kwa mahabo motomoto, e, kuweza kuwapa burudani watu ambao waliweza kuwepo humu ndani ya ukumbi. Asante sana, haya ni machache ambayo tumeweza kujuza kuhusiana na tukio kubwa siku ya jana, e, usiku, shughuli kubwa ya harusi ambayo Zuchu aliweza ku arikwa akwenda uh, kutumbuiza na jana usiku aliweza kuonekana akiwa amependeza sana, mke wa Diamond Platnumz. Asante sana, tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio motomoto moto.